Aliona maembe mengi kweli kweli, alafu muuzaji aonekane Salome. Akafumba kwanza macho yake mwenyewe kisha kuanza kupiga maombi. e, Mungu tazama, naenda kuiba embe moja tu ile, kusudi nipeleke kwa padri yule mtumishi wako. Wewe unajua kabisa sina zawadi yoyote mimi. E Mungu, nisaidie nisikamatwe, ili nichukue moja tu, Mungu sawa. Eh, yani Salome bwana alimuuliza maombi kama hivyo, kisha akasogea sasa taratibu kwa kiona angaza kama mwenyewe anamuona, akachukua embe moja tu kweli, kama alivyokuwa ameomba Mungu wake <laughs> Salome akaondoka nalo bila kukamatwa hadi kanisani. baada ya kufika kanisani akakutana na Faza ambaye alikuwa anaishi hapo hapo kanisani. Nimekuletea ili hapa embe kwa ajili yako, eh. Hili ni kama zawadi yangu kwako Faza. Faza huyo alipokea kisha akatabasamu maana alikuwa anatambua wazi kabisa Salome akishagundua kakosea lazima afanye vile. Hali hiyo ilikuwa inamsababisha Faza huyo kumpenda sana Salome a